Sana kwenye sehemu hii ya pili ya mkutano huu wa waandishi wa habari kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, mchezo unaocheza kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kuanzia majira saa moja kamili za usiku. Na tayari hapa mwalimu mkuu wa kikosi cha JKT Tanzania, Ahmad Ally, yuko nasi kuzungumza namna ambavyo kikosi cha JKT Tanzania kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club. Mwalimu, karibu sana. Zungumza na wanahabari waeleze maandalizi kiujumla kuelekea mchezo wa kesho. Okay. Salamu alaikum. Uh, all preparation tuko uh, siku ya mwisho leo kwenye maandalizi. I think tulikuwa na siku tatu mpaka nne za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea, so obviously group la wachezaji wote ambao niko nao <coughs> wako, wako kwenye hali nzuri. Uh, baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye, kwenye, kwenye mechi kwa maana ya Chalamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu isha wa Mbeya City, uh, mtu kama Katanga, Maka au ni watu ambao wako na injury uh, ambao wanarudi taratibu na kulikava, lakini obviously group lingine la watu wote uh, wako kwenye preparation <coughs> nzuri na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo um, watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi, tunaomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo ili tuweze uh, kumaliza maandalizi, ma, ma, maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo. Sawa. Na swali kwa mwalimu mimi na Simba nalenga kwenye namna ambavyo tunaenda kucheza na Simba ambaye ameshinda michezo yake ndani ya ligi yote, lakini aea kushindabaa mchezondais kupata mbayote. Okay, asante uh, kwanza, kitu cha kwanza tuna respect Simba uh, kwa sasa Tanzania uh, afikiri kwa misimu karibu mpaka saba ni good team Africa na kwetu uh, wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season uh, wana new coach now uh, nafikiri kuna new approach, eh, <coughs> new plan ambao wana, wana work out now. Tumejaribu kuona kuna mechi mbili ambazo wamecheza za kimataifa so uh, homework kwetu, na kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo uh, Simba ilivyo kwa sasa sivyo vile ambavyo ipo. Kuna some players ambao walikuwa kwenye la season na kuna wachezaji ambao wapya wameingia kwenye this season na wana mwalimu mpya uh, oh, I think ana ana mm, philosophy yake jinsi gani ambavyo in possession and out of possession, anaweza ku, <coughs> kuitengeneza timu yake so tuna angalizo kubwa na tunajua tunakutana na timu nzuri na bora. Ni good opportunity kwetu na kwa vijana kukutana na timu ya aina hiyo so ni kuwa compact na organization kwa maana ya one mpaka dakika ya mwisho. Swali la pili kwa mwalimu kocha, umeruhusu bao kwenye mchezo michezo yote ambazo umecheza kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba. Matatizo ya kuruhusu mabao yeah. Moja ningependa kujua swala la upya wakipata shii ya sababu yako ya umizi imesababisha hayo au mfumo wa kiuvuiliaji umesababisha hayo, lakini pili vii wanajipanga vipi kuelekea mchezo unaopata dhidi ya Simba ambao wana strong attack, ukiangalia namba zao za ligi ya ndani pamoja na aua? I think kwenye kila moment ya uh, football uh, kwenye kila mechi kuna kuwa kuna problem. Problem ya kuruhusu goli is not about the defenders peke yao, team ina defending general team. Uh, kama mistake imetokea, it means inaweza kuwa imetokea kwenye block moja kwenda kwenye block nyingine. Uh, kama mwalimu so, na staff uh, ni kujaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwafanya bora hizo block, tunaweza kufanya bora individual uh, kama ni kosa la individual na collective, so tunaona kila mechi uh, jinsi ambavyo inatokea ina kwenye hizo moment lakini mimi ninachoamini uh, kama tunaweza tukashindwa uh, tuka kuwa comfortable, tukashindwa kuwa na well organized, tukashindwa kuwa na communication nzuri kwenye any moment, kama tuna mpira na kati hatuna mpira, tunaweza tukafanya makosa, lakini hatuwezi kuwa na 90 minutes bila kukosea. Uh, kwenye football hiyo haipo, so hata wao pia wanaweza kukosea, sisi tukatumia ile nafasi uh, upya wa wachezaji ama jinsi gani ambavyo tuna defend Uh, kama mwalimu ni homework kwetu, uh, kuona jinsi gani tunataka kuwaweka wachezaji kuwa bora kwenye kila moment akati hatuna mpira na wakati tuna mpira, na kuwafanya kuwa uh, wa enjoy kwenye kile kitu chao, kama defender basi enjoy kuzuia, uh, kama ni midfield pia enjoy sababu, ni vipindi viwili kwenye mpira uh, tunao na, ha na hatuna kwao bado ipo kwetu. Ni, ni, ni, ni kitu ambacho tunakiona tunakikorekti, sio kwamba tumeacha au tunakubali kila mechi turuhusu tu goli no. Uh, ni kazi ambayo tuna homework, every day every day, ili kuweza kuwa uh, vizuri zaidi uwanjani. Sawa. So lila... swali la tatu kwa mwalimu, kwa mpira una vipindi viwili, katika vipindi viwili, kipindi cha kwanza inaonekana mnaruhusu mabaha zaidi, na kipindi cha pili mnakuja vizuri, mnaweza kuchomoa katika mchezo kadhaa ambao mnajiandaje kucheza na Simba? Uh, I think kwanza, uh, tuna, tuna, tuna, tunajenga mentality kwa wachezaji jinsi gani, how can start game, uh, whatever tunakutana na timu gani, cha kwanza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka, tuka start game. So preparation yote ni kuwa so, uh, solid na kuwa salama wakati wote, eh, lakini tunachoangalia cha msingi ni kuona um, jinsi gani ambavyo 1 minute mpaka 45 minutes tunaweza tukaiendea game. So ndani ya hizo minutes hatuwezi kusema kwamba tutakuwa hatuwezi kukosea, no, tunaweza tukakosea, the way mpinzani anaweza kutumia ile kosa uh, jinsi ambavyo tumelikosea. So kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ambavyo wewe umesema labda tunakuwa tofauti eh, different games uh, different approach jinsi ambavyo play style ya opponent jinsi ambavyo anacheza uh, Simba uh, tofauti na five games ambazo tumecheza nao uh, kuanzia wachezaji kuanzia jinsi ambavyo wanacheza. Uh, tuna mpango ambao hatutasema nini ambacho tutafanya for the, for the 45 minutes na 45 minutes zingine, hiyo ni plan uh, mimi, staff pamoja na wachezaji. Sawa, swali la nne <coughs> kwa mwalimu. First of all, kwenye mentality ni winning, hicho uh, ndio ambacho tunahitaji. Tunahitaji kuwa bora uwanjani ku respect opponent na then kuweza kupata matokeo mazuri. Isitokee okay, kwamba tumecheza vizuri alafu hatujapata matokeo. We need, uh, kuwa na hiyo uh, mentality kwanza tuweze ku, ku win game, si yani tuna win game, kuheshimu opponent na kuona strength ni zao ziko wapi, lakini wana weakness wapi, ambapo tunaweza tukapatumia tuka. So ni game kama wanavyosema, ni game ngumu, ni game nzuri. Uh, kwangu mimi mwalimu na wachezaji kama nilivyosema ni opportunity nzuri kucheza na timu bora yenye wachezaji bora na walimu bora. <coughs> Yeah, I think ni kitu cha kwanza ni uh, kutoa details kwa wachezaji. One minutes to 90 minutes nini ambacho tunaweza tukakifanya kwa timu bora kama ya Simba, na kwa hizo moment ambazo zinatokea kama ulivyosema, kinaweza kuwa ni kitu kizuri ama sio kitu kizuri kwa maana ya paka tuna, tuna equalize, inaweza kuwa ni kitu kizuri au sio kitu kizuri, lakini for me fom uh, I am appreciative my, my, my player kwa maana wanaweza kufight mpaka dakika uh, like ya mwisho, that is good uh, kwenye maisha uh, kukata tamani kitu kibaya sana. So plan ya nini ambacho tunafanya hichi ambacho kimetokea, I think um, tumeapproach na tumeona jinsi gani ambavyo tunahitaji kuwa high concentration kwenye one minutes mpaka dakika ya mwisho. I believe kwamba tutakuwa tuta na wakati mzuri tomorrow. Nakushukuru sana.